Taifa hili la Tanzania tuwasikilize hawa vijana, kuna nini huko kwao, wanataka nini? Sisi viongozi wa dini pamoja na viongozi wengine hatujawapa vijana nafasi kubwa ya kusema na kuwasikiliza wanataka nini. Tunatumia nguvu nyingi sana kuwanyamazisha, haitatusaidia. Kuna nguvu nyingi sana inatumika nchi hii kunyamazisha vijana hao wasiseme, haitatusaidia. Ni lazima tuwasikilize. wana, wana mambo yao yanayowaumiza katika mioyo yao, hata kama tunatofautiana. Kutofautiana si jambo baya, kutofautiana kwanza inayoleta maendeleo. Hawa vijana wana mawazo yao, wana mambo yao, vitu wanavyoviona, wanahitaji wapate ufumbuzi wapate solution. Wana, nani anawasikiliza? Waende wapi? Kwa hiyo wakaenda kwa baba yao. Wakamwambia baba, atusikilize wewe tusikilize. Baba yao akamwambia mimi nitawasikiliza. Mnajua baba yao ni nani? Baba yao anaitwa mitandao ya kijamii, ndio baba yao. Anaitwa mitandao ya kijamii. Wakaenda hapo kwa baba yao anaitwa mitandao ya kijamii, huyo baba yao mitandao ya kijamii kijamii, yeye anawasikiliza na anaongea nao na wanapanga mambo yao na baba yao huyo mitandao ya kijamii, na wanapanga mitandao ya kijamii. Lakini sisi viongozi wa dini, viongozi wa serikali, wanasiasa, tunawatumiaje hawa vijana? Wengine wanawatumia hawa vijana kwa kutekeleza mapenzi na matakwa yao kwa mambo maovu. Yani, ukitaka kufanya jambo lako hovu unaenda kwa hawa vijana, kwa sababu hana ajira ana, ana familia ana kitu cha kupoteza, kwa hiyo ni rahisi kumshawishi akusaidie kufanikisha maovu unayotaka kufanya, wanaenda kwa vijana hao. Ni wajibu wetu sisi kama viongozi wa dini kuendelea kuwalea vijana wetu katika maadili mema, kwa kumcha Mungu, kwa kuwa na hofu ya Mungu ndani ya mioyo yao, na kuwasaidia nini wafanye yaani mkipigana nyinyi wenyewe mkavurugana nyinyi wenyewe, ina maana mwisho wa siku hamna mtu ambaye wanaweza wakafaidi watu wengine. Kwa hivyo na, na, na, natoa wito wangu kwa jamii ya Watanzania wote hususan rika ya vijana, tujitahidi sana sana sana kuwa watulivu, tuzungumze, tuone kweli wananchi wanaridhika, ambacho wanasema waridhiki ni kipi, mawazo yao ni mengi lakini katika mazungumzo hamwezi kukosa consensus. Yale mnayokubaliana leo yanawasaidia kwenda mbele na kujenga uwezo wa kuzungumza yale ambayo hamuelewani, you see? Mkizungumza mkizungumza, hamwezi kukosa kuelewana you see. Hata hata mnapokuwa hamuelewani, mtaelewana kwa nini hamuelewani, na hiyo nayo ni plus. Kwa hiyo mazungumzo ni muhimu, ndicho tunaendesha hapa hmm. sasa sisi, nilichosema ya pili hapa tumeombwa kama taasisi na taasisi, si mimi taasisi imsema. Nasema ni Nyerere ndiye atuanzishia taifa hili, alafu tumesema taasisi nyingine ni ya dini, wao yuko Mungu yuko Mungu yuko. Sisi tulikuwa na Nyerere ametwacha nchi salama wote sisi, lakini tumepata tatizo. Nagusa polisi, nagusa kila mtu, nagusa sisi. Sasa tatizo ni nini eh. hata kusema ni rais Raisi ni mmoja wetu tu, anaweza kuwa na tazo lake, tulizungumze na aruhusu tuzungumze. You see, huwezi kuwa na baba ndani azungumze, hata unapokuwa na wake ishirini wanakuzungumza. Kwa hiyo raisi ni raisi wetu, tunamzungumza kama tamzungumza kwa nia njema na kwa heshima kubwa kabisa, na hatuzungumzi kumwondoa, kwa sababu kuna utaratibu wa kumwondoa upo, ndio maana tukubaliana nao. Wanaosema aondoke kesho hatukubali, alishachaguliwa na tukisha fanya kosa la kumchagua rais, tukafanya kosa la kumchagua baba wa taifa, mkifanya kosa mkamchagua huyu, hatujafanya kosa. Tumechoka kwenye chama huko tu yeye. Yeah, ana kosa, alichaguliwa kule kwa utaratibu, ndio kwa hiyo ni rais wetu na si rais wa CCM. Huyo ni rais wa Tanzania, kwa hiyo lazima tumlinde, kwa sababu yeye ndio nguzo yetu. Na hilo tunasema lazima tulinde rais wetu, yeye ndio nguzo yetu. Hakuna habari ya kusema sio, askari waende kumuondoa, hatutaki Tutazungumza. Kama kuna matatizo, tutaelewana.